Ondoka kwa kuchelewa kwa Haka, usafiri kwa mtu wa shida, akasafiri kutoka Tabora mpaka Manyoni. Kutoka Manyoni tu akanipigia, niko Manyoni, natafuta usafiri, amechoka na sana kumzika tu kumzika Singida asubuhi, tafuta basi linaloenda haido linaitwa Esta basi. Asubuhi amenipigia kwamba niko kwenye gari, nimesha pata usafiri, nakuja. Pole sana safari ndefu sana. Asante sana na timu niliyo waahidi ni hii timu ya kutoka kituo cha Mtakatifu wa Ginesi pale Mwanga kwamba tutafanya nao kazi. Tutafanya nao kazi baada ya tathmini utakayofanya leo, nadhani tutakuwa na, tutakuwa na shughuli ya matibabu ya kina kwa wale wagonjwa ambao wana matatizo ya vidonda ana ya haraka kabisa kutibu vidonda ndani ya siku mbili tatu, mtu ameshasahau habari ya kidonda. Kuna njia za kisasa kabisa zimegunduliwa, kwa hiyo ndio maana daktari umeona amekuja kuangalia, alafu tutaunganisha na Dr. Sumaye, Dr. Meli na wauguzi kutoka kituo cha mtakatifu Agnes na wataalamu wengine wa maabara na nani? Waliniomba nitafute chumba cha kufanyia matibabu hapa lakini pia nimeongea na na mkuu wa kituo cha Mtakatifu wa Ginesi. Tutapata mwafaka baadaye, baada ya tathmini ya leo kwamba wale madaktari wa Mwanga watakuja kufanyia shughuli zao hapa hospitalini hapa au sisa atakaposhauri, kwa sababu tutakuwa na usafiri, tunaweza tutatumia hata gani